Habari za mdau mtazamaji wa dai TV, leo tunakuletea taarifa kutoka kata ya Pugu jijini dar es Salaam. Kikundi cha akina mama kinachojulikana kwa jina la Tahrimu, kilicho chini ya ulezi na usimamizi wa shekhe wa kata ya Pugu, Sheikh Ramadhan ya Hamdani Gabwa, kimeadhimisha mazazi ya mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, kwa mwaka huu tarehe kumi na nne Septemba mwaka elfu mbili ishirini na tano maadhimisho haya ambao ni ya tisa tangu kuanzishwa kwa umoja huo wa kina mama yamefana kwa kuhudhuriwa na wageni mashuhuri. Mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Aziza Rashidi maarufu kwa jina la Bintishe, ambaye pia ni khalifa wa Ilala. Akifuatana naye alikuwa na na Sofia Mdadike, naibu mkurugenzi wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum ya wanawake kutoka Juakita mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Saida Juma Furuvi, mjumbe wa baraza la BAKWATA kata ya Pugu. Aidha, hadhara imefanyika kwa weledi na umakini wa hali ya juu ikiongozwa na amirati mkuu wa umoja wa akina mama wa Pugu, Zuhura Hali Kondo. Kiongozi huyo ameonyesha bashasha na furaha isiyo na kifani kwa kuona umati mkubwa wa wageni waliokusanyika katika maadhimisho haya, huku akitoa pongezi kwa wageni wote na viongozi mbalimbali mbali kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya, hadi kata waliyopata nafasi ya kushiriki maulidi haya, nikinukuu kauli ya mheshimiwa mgeni rasmi Haziza Bint Rashidi ambaye amesoma Surati Ahzabi katika hadhara hii akisema, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia Nabii, enyi mliyoamini, mswalieni na mumsalimie kwa salamu, na akasoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama inayosema atakayeniswalia mara moja Mwenyezi Mungu humswalia yeye mara kumi. Katika maadhimisho hayo, akina mama wa Tahareem walipata fursa ya kumswalia mtume, kusikiliza mawaidha ya kiroho na kijamii, na pia kuimarisha mshikamano wa kifamilia na kijamii kwa wakazi wa Pugu na vitongoji vyake. Tuungane na mwandishi wetu aliye mahala pa tukio kwa taarifa zaidi. Zuhura Likondo. Mimi ni amirati mkuu wa kundi hili la kinamama, umoja wa kinamama Tahareem Pugu. Siku hii ya leo, mimi nawashukuru sana wakinamama wote kwa mwitikio wao mkubwa, lakini pia nawashukuru viongozi wetu wa mkoa, wa wilaya mpaka wa kata kwa kuweza kuja kuhudhuria katika hadhara yetu hii ya kuadhimisha mazazi ya mtukufu wa daraja bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhara jinsi ilivyopendeza leo kuna kitu ambacho kimezidi, kwa sababu katika hadhara zote ambazo tulitanguliwa kuzifanya huko nyuma hatujawahi kupokea ugeni mkubwa kutoka mkoa. Lakini mashallah, hadhara za nyuma zote tulikuwa tunapokea wageni mshoto wa wilaya, lakini mwaka huu tumejaaliwa, tumepokea ugeni mkubwa kutoka mkoa wa juu kita. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeongezeka pia katika hadhara ya mwaka huu. Kwa majina anaitwa Aziza Rashidi Umari almaarufu binti Shehe, ni harifa wa Ilala. Nimefurahi kupata mwaliko huu kuwa mgeni rasmi kwenye mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Tumefurahi sana kwa sababu tunapokutana kwenye hafla kama hizi za mazazi ya Mtume tunakuwa tunaongea mambo muhimu, hasa kuhusu nchi yetu Tanzania na kuhusu malezi ya wa watoto wetu. E, tumefika hapa na viongozi wenzangu, umesherehekea vizuri. Nimefurahi sana kuwa mgeni rasmi Eny penda kwa usia wa kina mama wenzangu, tuwalea watoto wetu katika maadili yetu ya Kitanzania. Tusipende kuiga kuiga, utavyomlea mtoto wako kwenye maadili ya Kitanzania kama walivyokuwa wanaishi wazee wetu, na amani na imani maadili ya hakuna tena, kuna nini kupotea, atakuwa tu mazuri na tutawalea watoto wetu vizuri. Tupo katika zoezi kubwa la uchaguzi wa nchi yetu Tanzania, ningeomba hasa kina mama wajitokeze kwa wingi tukampigia kula mama mwenzetu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, tumpe mkono na tumfurahie kwa kishindo. Kina mama wote, tukapiga kula kwa amani kama ilivyokuwa nchi yetu, na tunaiombea dua sana nchini Tanzania. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Hajat Sofia Mdadike ni naibu mkurugenzi maendeleo ya jamii, jinsia, makundi maalum na wanawake juwa kita mkoa wa Dar es Salaam Niko hapa leo katika maeneo ya Pugu, katika maulidi ya mazazi ya Mtume. Nimefurahi kukaribishwa hapa kama jirani, kama kiongozi ambaye ninatambulika katika eneo hili na katika mkoa wa Dar es Salaam vile vile. Kwa furaha yangu leo, nimejumuika na kinamama wa Pugu kupaza sauti juu ya malezi ya watoto na katika mmomonyoko wa maadili, nikiwa kama mwalimu pia nikiwa kama mwalimu mzoefu takribani miaka kumi na kitu, nimekuwa ni mzoefu sana katika mmomonyoko wa maadili haswa kwa watoto wetu wenye umri mdogo. Tunaamini kwamba mtoto anasema samaki mkunje angali mbichi. Hivyo niko hapa sambamba na kina mama wenzangu kupaza sauti jinsi ya malezi na kudhibiti mmomonyoko wa maadili, ikiwemo wazazi wenyewe kushirikiana kati ya mtoto mwalimu na mzazi kwa maana ya kwamba mzazi atakapokuwa yuko bize kumfuatilia mtoto shuleni, inakuwa ni rahisi. Mawasiliano ya mzazi na mwalimu itasababisha mtoto kutoharibika, kwa sababu ita, pia itadhibiti suala la utoro mashuleni. Vile vile hata kama katika tabia mbaya za watoto wanapokea kwenye majumba mabovu wana, baada ya kufika shuleni wanaenda kwenye majumba mabovu, hivyo inasababisha mmomonyoko wa maadili. Mimi napenda kuwashauri jamii inayonizunguka na watu wanaonitazama na jamii yote inayonitazama, katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, tudumishe amani katika nchi yetu, tusivuke mipaka tusi, tusifate mkumbo wa nchi nyingine za mataifa tofauti tofauti. Tanzania yetu imezoeleka ni nchi ya amani, haijawahi kupigana vita. Hivyo napenda kuwashauri wakina mama wenzangu na jamii yote inayonizunguka, twende kwa pamoja tukapige kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tukamchague Mheshimiwa rais wetu mtarajiwa, Mama Samia Suluhu hasan apate kura kwa vishindo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jina langu naitwa Saida Juma Huruvi, ni mjumbe wa baraza la BAKWATA kata ya Pugu, tukiwa chini ya kiongozi wetu Shehe Hamdani Ramadhani Gabwa akituongoza vizuri na kutulea vizuri wakina mama pamoja na vijana pamoja na wana wa baba wote. Nchi yetu imetawaliwa na amani, kutegemea na hali hiyo. Tukiangalia wakina mama kama hivyo, wameshaamka, wako katika mambo ya kufanya harakati za dini. Tuko pamoja kwa ajili ya harakati za Mwenyezi Mungu pamoja na za dunia. Huwezi kuwa katika harakati ya ya, ya, ya, ya dunia bila kuwa katika harakati ya dini. Mwenyezi Mungu atuongozee kata yetu ya Pugu na uongozi mzima wa kata ya Pugu wa wilaya, wa mkoa, wa taifa. Tunamshukuru sana mama yetu Shamim Kani. Tunamwombea dua pamoja na uongozi wake wote kwa kutufikia wakati wa kongamano la wakinamama kata ya Pugu. Tulishukuru na kufurahi sana tunategemea kumuona mama yetu Mama Shamimkani pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, kwa kuwa pamoja na sisi wakati wote na akitupa moyo na kutujenga katika imani na kuendelea na harakati za nchi. Leo nina furaha kubwa kwa mwitikio mkubwa wa kina mama wote wa Pugu na sehemu mbalimbali mpaka mbali, wamama wa kutoka Urongoni, wamama wa kutoka Chanika, wamama wa kutoka Kinondoni, wamama wa kutoka sehemu mbalimbali waliofika katika mji huu wa Pugu, tunashukuru na naomba Mwenyezi Mungu azidi kutufikisha, kutuweka karibu sana na harakati hizi za dini na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam iwe ni sababu ya, ya kuielezea Pugu kwa ajili ya harakati kubwa ambayo wanaifanya na tutaendelea zaidi na kuitangaza amani ya nchi yetu na kuiombea uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa, kumchagua kiongozi wetu wa diwani wa, wa, wa, wa kata ya Pugu Frenki Mangati, kumchagua mbunge wetu Yeri Silaha na kumchagua mama yetu Samia Suluhu Hasani. Wajitokeze kwa wingi wa kina mama, wakina baba, vijana na kufanya uchaguzi wetu uwe wa amani na utulivu. Huyu leo tunamchelekea hapa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utajiuliza mtume ni nani na kaja kwa nani? Rukti hapa aliongea rukti utilaya. Bahati nzuri alinialika kipindi cha nyuma, mwezi wa Ramadhani, nilikuwa na jongo langu kama mnavyoona, kwa marehemu hapo, naenda kwake kumstahi. Na leo hii mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, tumekutana naye tena hapa. Mtume anatufundisha nini na nini tukifate? Wakina mama, turudi nyuma tuangalie wazazi wetu waliishi vipi? Waliishi kwa kumfuata Mtume kwa vitendo vyake. Mtume alikuwa mwenye kuaminika, sifa na tabia zililingana, kweli si kweli? katika hadisi na haya inasema hivyo. Ukitaka kuyajua haya yote, tuingie wapi? Madarasani. Mtume Muhammadi ambaye leo ndio bendera yetu mama humbae, mwanyi mwanyi helizake, mwanyi humadi, wa Kiislamu alikuwa mtu ambaye mwenye sifa zake mwenye heli zake mwenye karama zake. Ndiyo maana tunajivunia leo kukusherekea mazazi yake mazazi haya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalama, iwe funzo kwetu sisi, hasa wa kina mama, hasa wakinamama. Jiulize wewe, mama wa Kiislamu, umetoka nyumbani kwako, jirani yako umemwaga? Jirani yako umemwaga? Ndio, mimi na wewe si kama tulikumbuka swala hilo, utapokuwa hujamwaga jirani yako na ukamwambia leo ni sikukuu yetu, karibu jirani yangu, mimi natoka na kuachia mtoto wangu. Lakini kama wewe hujamwaga jirani yako mkawa mmekaa na ma, nani magonge amwelewani? Ukumbuke tunarudi nyuma tena kwenye maadili yanamongonyoka. Maadili haya yakimongonyoka, wakualamikiwa ni nani? Ni sisi, mimi na wewe, alafu tunajinadi tunakwenda kwenye mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Ikiwa wewe jilani yako usemi naye Je, mtoto wako utamwachia nani? Kitoka pale bila, mama zangu katika imani, na mtoto naye ataiga. Ushamwacha pale anakiu, mtoto atakwenda kwa jirani yako kwenda kuomba maji. Yule mama wewe ushanuniana naye, maji atapewa ya kunywa? Hapewe, hataiga. Kwa nini? pale imenyimwa maji, kumbe mama yangu anakwenda kumswalia Mtume Muhammad, kumbe na mama joni haongei naye. Tumswalie Mtume kwa maneno haya machache, kwa sababu na hudhuru nyingine. Shimi alaikum mama zangu katika imani, mimi na wewe, nausia nafsi yangu na kuwahusia wenzangu tumche Allah, kama alivyoambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tukimcha Allah tabaraka wataala, wewe utakuwa na huruma na jirani yako, maadili hayatamong'onyoka, maadili hayatamong'onyoka kwa sababu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nimeona juzi kati hapa, huo mfano live. Ninarudi kwenye maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimepewa lifti mimi, baba simjui, kumbe yeye ananijua, aliniona kwenye masifu haya ya kufuturisha ya watoto yatima Umefahamu kina mama, aka binti shehe, panda kwenye gari langu bila kufahamu, nika si kufahamu. Sasa ninaogopa mali ya mongonyoka, umefahamu eh? Akanambia panda, nikaambia mimi sipandi, basi akanipa karatasi yake na namba zake za simu, efahamu. Akanambia kitakapofika kwako kipumzika, nipigie baadae, ituplakelia katika imani. Baadae nikampigia yule baba, akanambia binti shehe, mpaka sasa hivi mimi hapa ninaumwa presha, ninaumwa mawazo, miguu, malazi kibao kanitajia. Nikamwambia hospitali umekwenda? Kanaambia hospitali nimekwenda, nikapimwa malazi yote hakuna, lakini moyo bado unanitatiza. Shida nini? Akanambia nyumbani, kila nikitoa pesa pesa inakuwa ndogo. Mama anasema pesa unanijia ni ndogo, haitoshi Mama huyo huyo nikamuuza tena yule mwanamume, ye huyo, mke wako anafanya biashara yoyote? Akanambia nam, mke wangu ana maduka mawili Kariakoo, tumswole Mtume, ana maduka mawili Kariakoo, maduka ya nguo na mingineyo, anatengeneza batiki Tumsole Mtume Muhammad. Sasa kama tunamkuta kwa mtume Muhammad, nikamuuza tena uyomana Muislamu? Kanaambia ni Muislamu hasa mke wangu ni Uislamu na kaolewa katika jombo la Kiislamu, kasoma dini, kanaambia kasoma madarasa manane. Tumsalie Mtume Ma -tum. Ma -tum. madarasa mangapi Ma manane? manane. Nikambia basi sawa, nipe namba yake ya simu na mimi maneno haya nitahakikisha kwa wenzangu walimu wakubwa, tujua tunafanya nini kuhusu mama je. Yeah, kama aa kasoma madarasa manane, si ndivyo? Ana elimu An ana anayo, amekosa nini huyu mama? Ubinadamu hana, tumefahamu hana ubinadamu. Kama akichukua kigezo cha Mtume Muhammad kwa bihadija, ukitaka ongea hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitoka huko bihadija, kanafanyaje? hana mtuliza, si ndivyo? na uislamu ukaenda vizuri, si ndivyo? Kwa hiyo hii imekuwa nini question mark, si ndivyo eh? Mark. Kwa hiyo nakuhusieni, nakuhusia nafsi yangu, yule mama wa watoto wa shule watoto wake shuleni hada halipi na na madrasa afanyaje hawapi. Kwa hiyo mama, kama tumejitambua, tunataka zile mia kwa mia, si ndio eh? kama unafanya biashara, zinduka, mwige Mihadija, sawa so, muige Mihadija tutapata nusura, tumuige Mihadija tutapata nini? Nusura. Baada ya kusema hayo, wa hadza assalamu alaykum ala wa rahmatullahi taala wabarakatu. Tunampenda Mtume, tunampenda Allah, tunampenda Mtume, tunampenda tuna tuige vitendo vyake tupende maneno yake, tunampenda